Tayari nimeshatimiza wajibu wangu wa kikatiba wa kupiga kura. Kwa vituo hivi vilikuwa, Morogoro bado viko shwari, salama, hakuna taarifa yoyote ukweli ya tukio lolote la kihalifu au la uvunjifu wa amani katika zoezi hili la kupiga kura. Kwa, kwa hivyo bado tunawahimiza wenzetu waanze kutoka mapema ili waendelee kupiga kura katika zoezi hili, ili zoezi likamilike katika wakati uliokusudiwa, kwa mujibu watu walivyojipanga au mkoa walivyojipanga. Tunahisi hakuna tukio lolote la kihalifu likatokezea au la uvunjifu wa amani, kwa hivyo wananchi watoke tu ili watimize haki yao ya kisheria kupiga kura na mambo mengine yaendelee. Wito wangu wakishapiga kura basi waone wanaelekea manyumbani mwao kuendelea na shughuli zao za kijamii.